Ndio umeposti maeneo ya kiranyi pale lakini ambale, lakini lakini kuna mambo fulani ambayo yamekuwa nje ya uwezo wetu, lakini next time tutakiwasha. Tajiri Ibra Sendo, tajiri, ningefurahi sana kufanya interview na tajiri. Hivi mnajua Ibra Sendo ndio vunja vunja vunja bei bei bei wa Arusha? Ndo yani, ndo tajiri. Imagine mimi nikimwambiaga tu tu Ibra, vipi, nashangaa kuna simu imeingia laki tatu laki mbili na nusu. Sijui sijui, labda ni mimi tu ndio hivyo, nisemaje? Lakini much respect kwa mwanangu Ibra Sendo na Ibra Sendo bana anahusika no, kwenye masuala ya kuuza sendo pamoja na culture na viatu vya simple na viatu vya shule lakini pia anafunga vingamuzi bishi tv na antena za aina zote au si bana eh lakini bwana Ibra Sendo bana anafunga pia chuma za madrishani mapazia yale kwa bei sawa na bure kabisa anapatikana Sakina Kiraji mpigie kupitia 0765 239500 lakini pia 0622 239500 lakini pia 0678 887019 inakuwa ni unyama ni mwingi sana mtoto mamangu